Jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili. Chanzo cha mashitaka ni Ibilisi, chanzo cha mashitaka ni Ibilisi. Of course kuna vitu vingi sana vinaweza vikakushitaki, lakini mashitaka mengi kwa Mungu ni kwa sababu ya Ibilisi. Andika hivyo mashtaka chanzo cha mashtaka ni Ibilisi juu ya maisha yako duniani. Chanzo cha mashtaka ni Ibilisi juu ya maisha yako duniani. Hilo ni jambo la pili muhimu sana. Chanzo cha mashtaka ni Ibilisi juu ya maisha yako duniani. Chanzo cha mashitaka ni Ibilisi juu ya maisha yako duniani. Chanzo cha mashtaka ni Ibilisi juu ya maisha yako Duniani, kitabu cha Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tano mstari wa nane, waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa nane. Biblia inasema hivi: mwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye uzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa juu ya ndugu zenu walioko duniani. Tarudia mstari wa nane: mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu wa mmeza. Unaona hiyo? Kwa hiyo chanzo cha mashtaka mengi yanayopelekwa ya kwa Mungu, Petro anasema mshitaki wenu Ibilisi. Kwa hiyo tayari tuna mshitaki anaitwa Ibilisi, anakushitaki juu ya maisha yako hapa duniani. Paulo Petro anasema muwe na kiasi na kukesha, maana yake muwe macho, be alert, be alert, kweni waangalifu, ishini kwa uangalifu. Kwa nini? Kwa sababu mna mshitaki anayeitwa Ibilisi. Kwa Ibilisi ni mshitaki wako, hata kama unasema mimi staki bana, staki awe mshitaki wangu, ni mshitaki wako. <laughs> ni mshtaki wako, na anakushitaki juu ya maisha yako duniani sawasawa na neno la Bwana. Hakushitaki hewani, ana, anakushitaki kwa Mungu. Mshitaki wenu ibilisi anakushitaki wapi? Sio kwa marafiki zako, sio kwa ndugu zako, wakwe zako. Ukiona unasemwa sana kwa wake zako, hilo ni jambo lingine. Kwa marafiki zako ni jambo lingine, lakini unashitakiwa mbele za Mungu. Hebu tuone kama ni kweli kwamba unashitakiwa mbele za Mungu. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana, nasoma hii mistari ikusaidie kuwekea kitu moyoni mwako. Unashitakiwa na ibilisi. Ibilisi ndiyo mshtaki wako, anakushitaki mbele za Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 Funuo sura ya 12 mstari wa kumi, Funuo sura ya 12 mstari wa kumi. Biblia inasema hivi Funuo 12:10 kumi. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakiaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Umeona hiyo? Ona hiyo, yeye awashitakiaye ndugu zetu mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kwa hiyo, Ibilisi ni mshitaki wetu, lakini hatushitaki kwa watu, hiyo ni kitu kingine, tutakiona huko baadaye. Anakushitaki mbele za Mungu na ndio maana mtini haukujua kwamba hukumu iliyokuja ni mashitaka na yamefika kwa Mungu kwamba hauzai, na Mungu akaja na hukumu. Kwa nini? Kwa sababu mashtaka ya shetani hapeleki kwa marafiki zako, anapeleka kwa Mungu. Biblia yasema, anaenda anasimama mbele za Mungu, anakuja na jina lako, anasema, Benjamin Abel, umemwona mwalimu Benjamin Abel? Nimemwona, nimemwona mtumishi wangu, anajitahidi ana nasimama na mimi usiku wote, kila siku, unamwona. Anavuta faili sha <laughs> Umeona alichosema, amesema ABC wakati anaongea na fulani, na umeona neno lako linavyosema kwamba mtu akisema hivyo atakula sawasawa na matunda ya kinywa chake. Unampaje tofauti na matunda ya kinywa chake? Ana solid up na neno la Mungu, anaweka imara mashtaka yake akitumia sheria na torati ya Mungu na maagizo ya Mungu anakushtaki, ndio maana inaitwa hati ya kutushitaki. Torati, amri ni hati ya mashtaka ambayo Shetani anaitumia. Ukizini anaenda kwa Mungu, anasema, Mungu umesema msizini, fulani amezini. Kwa hiyo kama amezini, neno lako linasema mtu azinie na mwanamke ana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Nafsi yake haitakiwi ikae hivyo. Anakushitaki mbele za Mungu juu ya maisha yako na mwenendo wako mbele za Mungu, na watu wengi hili jambo walifuatilii, unavyoishi. Uwe macho, Petro anasema mwe waangalifu, kwa sababu kuna mshitaki. Usiende tu kila mahali, usiongee kila neno. Utatoa hesabu siku ya hukumu, Biblia inasema hivyo. Kwa hiyo maneno yako yatakuhesabia una haki kwa Mungu au hukumiwe. Kwa hiyo maneno yako yanaweza kutumika kama kigezo cha kushitakiwa, na ukashitakiwa na shetani mbele za Mungu kwa sababu ya maneno yako. Niliwahi kumwombea binti mmoja apate kazi, na yule binti alikaa muda mrefu apate kazi, na anaomba anafunga, ana, anaomba apate. Tulivyoenda kuomba, wakati tunaomba roho ya kristo ikaniambia muulize alichokuwa anasema wakati anasoma nikamuuliza ulikuwa unasemaje juu ya kupata kazi akasema nilikuwa ninaapa na niliapa sitaajiriwa sitaajiriwa na nilikuwa nachukia kuajiriwa na nilisema kabisa sitaki kuajiriwa nikamwambia na sasa hivi unataka nini ajira kwa hiyo mungu akupe kipi nikamwambia maneno uliyosema na viapo ulivyoapa vimetumika kukushitaki usipate kazi. Kwa hiyo shetani anavitumia hivyo kukushitaki mbele za mungu usipate kazi. Ko, kama unataka kupata kazi, lazima ushughulike na mashitaka yanayotokana na ulichosema kwa. Tukavunja yale maneno, tukafuta hivo hayo mashtaka kwa, kwa nguvu za damu ya Yesu, alafu akaenda kufanya uh, kufanya application akapata, akapata kazi akapata kazi hapa nini? Kuna watu ambao maisha yetu yanatembea chini ya mashtaka ya maneno tuliyojisemea, maneno tuliyosemewa. Umejisemea maneno na shetani anayatumia hayo kukushitaki, kukushitaki mbele mbele za Mungu za Mungu. Hilo ni jambo la pili nataka nseme, mshtaki wetu ni Ibilisi, wala usimkasirikie ya rafiki yako, usimkasirikie ya ndugu yako, usimkasirikie ya, wajomba zako, mashemeji, mashangazi, si wakasirikie. Anayeshughulika na wewe juu ya kila unachosema na unachofanya ni shetani, anakushitaki mbele za Mungu na watu wengi wana mashtaka, wana mashtaka mbele za Mungu na hawajui biblia imesemaje juu ya mashtaka na wanatoka.